Naitwa Maulidi Burhani Mwegange ni mkazi wa Mkuranga. <clears throat> Kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kwa sisi wana Mkuranga hasa kama mimi mzee na vijana wote wa Mkuranga, tunatumaini tutashiriki kupiga kura Oktoba ishirini na tisa. Na endapo kama wazee tunawahamasisha vijana kupiga kura kwa sababu kwanza ni haki yao ya msingi. Kwa hivyo mimi na nawasii vijana au nawaomba vijana tushiriki mwaka huu Oktoba 29 kujitokeza kupiga kura chagua viongozi ambao watatuletea maendeleo kwenye wilaya yetu hususan na nchi mzima, mbunge, diwani, rais. Ah, kwa jina naitwa Mohamed Salim Makame. Kwa kweli Mkuranga tumejiandaa vizuri kuhusu uchaguzi, na vijana tunawahamasisha kweli kweli, na wote tushawahamasisha wakati wote. Ukifika tarehe ishirini na tisa tunaenda kuweka kura tunachagua kiongozi anayetufaa. Kwa hiyo tunashiriki, tuna uchaguzi kutokana na maendeleo tunayopata Mkuranga. Maendeleo ni mengi tu, temine mzuri, hatubugudhii, hatuna tatizo lolote na si ndio, maana tunakubali kushiriki uchaguzi. Kwa majina anaitwa Abiba Jasmine, ni, ni mfanyabiashara ndogo ndogo katika wilaya ya Mkuranga <coughs> na pia ni kijana <coughs> <coughs> ambaye nawashauri vijana wenzangu tujitokeze katika uchaguzi kwa mwaka huu ambao utafanyika Oktoba ishirini na tisa. Tujitokeze kwa wingi tukafanye uchaguzi tukachague viongozi ambao tuna tunawaona wanafaa, na pia tujitokeze kwa wingi vijana wote tukachague viongozi bora na wanaostahili naitwa mae mariamu mali ngayonga naona kutoka kuzaliwa kwangu nimezaliwa kisiju uchaguzi, e, wenzangu, welo tanguli, welo kwa vile uchaguzi tunaoombea heri kuhusu wenzangu waliotangulia tuliokuwa nao tuwe pamoja katika uchaguzi tusiwe na wasiwasi ni hii serikali yetu moja hao kwa hawashiriki Niye sielewi, lakini mimi najua familia yangu okay. Eh, tutashiriki uchaguzi.